Unafanya nini wakati kila kitu kinaonekana kinyume nawe? Unafanya nini wakati hata marafiki na familia yako wanakuwa vikwazo kwenye njia ambayo Mungu amekuandalia? Sasa, leo eh, tutaondoka safari yetu na tutaona jinsi mtume Paulo alivyochukulia hali kama hiyo hapa katika Matendo sura ya 21. Sasa Paulo anapoanza safari yake kwenda Yerusalemu, kila mtu kwa njia anamshauri asiende. Alisema kwa heri kwa machozi kwa wazee wa Efeso, akaondoka Asia Ndogo, hatimaye akafika Tiro kwenye pwani ya Mediterania kaskazini mwa Israeli, na anatumia ya siku kadhaa, siku saba kwa kweli, akiwa na waumini wenzake Mstari wa nne unatueleza kupitia Roho walikuwa wanamwambia Paulo asiende Yerusalemu. Kwa maneno mengine, wanajua kinabii kwamba mateso yanamngojea Paulo Yerusalemu, na hivyo wanamsihi asiende huko. Lakini lakini Paulo tayari anajua kwamba hilo litatokea tayari katika sura ya ishirini mstari wa ishirini na nne alielezea safari yake kwenda Yerusalemu kama jukumu la huduma alilopokea moja kwa moja kutoka kwa Bwana. Anajua ni mapenzi ya Mungu yeye kuteseka anapoendelea na huduma yake na kama nilivyosema, nataka kusema tena. Nashangaa ni wangapi kati yetu sisi wachungaji leo au viongozi wa kanisa tungebaki katika huduma kama pale, kama kungekuwa na ugumu mbeleni, au kubaki katika huduma kama hakukuwa na kifurushi cha manufaa au ukuaji wa kanisa kama tungetaka, au au kustaafu kwa amani siku moja. Nam Paul hatapunguza kasi, anaendelea hadi Kaisaria anakutana na mwinjilisti filipo kwa hakika mstari wa nane unatukumbusha kwamba filipo alikuwa mmoja wa mashemasi saba waliochaguliwa nyuma katika matendo sura ya sita huyu ndiye filipo yule yule kwa njia aliyewahubiri wa samaria yeye ni filipo yule yule aliyekutana na yule towashi mwethiopia a huko nyuma katika sura ya nane sasa wakati huo filipo alikuwa ametoweka kwenye maandiko na sasa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu anaonekana tena hapa katika sura ya 21. Mstari wa tisa unatueleza kwamba Filipo ana binti wanne wasiolewa ambao walikuwa wanatabiri. Sasa wanao ule karama wa unabii unaofifia. Utabiri huo utabadilishwa na maandiko yaliyokamilika. Sasa sababu ya kutajwa kwao hapa haiko wazi sana, ingawa huenda walithibitisha mateso ya baadaye ya Paulo. Sasa nabii mwingine anawasili nyumbani kwa Filipo akiwa na ujumbe kwa Paulo. Mstari wa kumi. Nabii mmoja aitwaye Agabo alishuka kutoka Uyahudi akaja kwetu, akautwaa mshipi wa Paulo akajifunga miguu na mikono akasema, Roho Mtakatifu asema hivi hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watamfunga mtu mwenye mshipi huu na kumtia mikononi mwa watu wa mataifa. Naam, hiyo ilikuwa ya kushangaza. Dhahiri, Paulo atakamatwa, atafungwa, atafungwa jela. Sasa waliposikia unabii huu, mstari wa kumi na mbili unasema watu waliokuwepo pale walimsihi asipande kwenda Yerusalemu, yaani walipiga kura na wote walikubaliana lakini kumbuka, ushauri wao ni wania njema kabisa, ni wa upole, ni wa neema, lakini kimsingi wanasema, Paulo, fikiria yaliyo mema kwako. Hakika Mungu hataki uende gerezani kufungwa, kutupwa jela. Basi Paulo anajibu hapa katika mstari wa kumi na tatu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? maana mimi niko tayari si kufungwa tu, bali hata kufa Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Mapenzi ya Mungu hayafungwi na starehe zangu, Paulo anasema. Sasa Paulo hakuwa anatazamia kufungwa. Yeye hakutafuta sifa ya heshima kwa kutupwa gerezani. Yeye anatamani mapenzi ya Mungu kuliko kitu kingine chochote na mfano wake kwa njia hautupi sababu ya kupuuza ushauri wa kibiblia kutoka kwa marafiki wacha Mungu, au kushikilia tu kwa ukaidi njia yetu wenyewe. Lakini katika kesi hii Paulo anajua kile Bwana anataka afanye. Hivyo hii ni kumbusho kwamba mapenzi ya Mungu si suala la maoni ya wengi, hata kama marafiki zako ni Wakristo. Hii pia ni kumbusho wapendwa kwamba Mungu hajatuahidi safari salama katika maisha lakini ametuhakikishia kufika salama nyumbani mbinguni. Sasa Paulo ataendelea na safari yake na anafanya hivyo akiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Ana Daktari Luka pamoja naye na wengine pia. Luka anaandika hapa katika mstari wa kumi na saba tulipofika Yerusalemu, ndugu yaani kusanyiko kanisa walitupokea kwa furaha. Sasa Luka anatueleza kwamba siku iliyofuata Paulo na timu yake yote ya umishonari walikutana na mchungaji Yakobo na wazee wa kanisa la Yerusalemu. Mstari wa 19 unaandika kwamba Paulo alianza kuwaelezea kwa undani kazi ya ajabu ya Mungu miongoni mwa watu wa mataifa katika safari yake ya mwisho ya umishonari. Tunaambiwa kwamba wote walianza kufurahia yale ambayo Mungu alikuwa akifanya. Hata hivyo sherehe hiyo haikupata nafasi ya kuendelea vizuri, na baadhi ya wasiwasi wakaanza kusemwa. Mstari wa ishirini wakamwambia, Unaona ndugu, jinsi elfu nyingi za wayahudi waliomwamini walivyo. Wote hawa wana bidii kwa ajili ya sheria. Ndiyo, kanisa linashukuru sana kwa maelfu ya watu wa mataifa wanaokuja kwa Kristo, lakini wana wasiwasi, wana hofu Wanamwambia Paulo kuhusu maelfu ya Wayahudi ambao si tu kwamba wanamwamini Kristo, bali bado wana bidii kubwa ya kutii sheria ya Musa. Naam, hapa kuna tatizo. Msti 21, wameambiwa habari zako Paulo ya kwamba unawafundisha Wayahudi wote walio katika mataifa kumwacha Musa, ukiwaambia wasiwatahiri watoto wao, wala wasizieneze desturi zetu. Naam, kusema ukweli, kwamba si kweli. Paulo hajawaambia wayahudi wamwache Musa, alitangaza tu kwamba taratibu za uyahudi si za lazima kwa wokovu. Paulo hapingani na sheria, anajaribu kueleza neema na kipindi hiki kipya, enzi hii mpya iitwayo wakati wa kanisa lakini kwa sasa kuna maelfu ya wayahudi katika kanisa la Yerusalemu na maeneo jirani ambayo yalikuwa yametiwa sumu dhidi ya Paulo. Naam, hapa katika mstari wa 22, wazee wanamuuliza Paulo, ni nini basi kifanyike? Bila shaka watasikia kwamba umekuja. Sasa Paulo hakuwa amefikiria hili, kwa hiyo hana mpango wa kupinga uvumi huu wa uongo. Lakini wazee wamekuwa wa wakifikiria juu yake na wana mpango. mstari wa 23: tunao wanaume wanne walio chini ya nadhiri. Wachukue hawa watu na ujitakase pamoja nao na ulipe gharama zao, ili wapate kunyoa vichwa vyao, hivyo wote watajua kwamba hakuna chochote katika yale walioambiwa kukuhusu. Sasa hebu nivunje mpango huu kwa undani. Hawa wanaume wanne wanatimiza nadhiri ya mnazari ambayo inakamilika kwa kunyoa nywele zao. Hukuwa unakata nywele zako ukiwa chini ya nadhiri hii. Wanaume hawa lazima kwanza wapitie kipindi cha siku saba cha utakaso. Haya yote ni ya kiibada kulingana na Uyahudi. Paulo anatakiwa kujiunga nao katika utakaso na kisha kulipia binafsi dhabihu ambazo hawa watu watatoa hekaluni watakapokamilisha nadhiri yao ya mnazari. Sasa wazee wanaamini mpango huu utaonyesha kwamba basi Paulo anaheshimu desturi na sherehe za Kiyahudi, na na Paulo yuko tayari kufanya hivi kwa furaha. Hii haivunji ukweli wa injili. Inajibu uvumi kwamba Paulo ni mpinga Musa, mpinga Agano la Kale. Kwa hiyo wanatumaini hili litatuliza uvumi kwamba Paulo anataka kuwakwaza Wayahudi. Sasa wapo wanaosema kwamba Paulo hakupaswa kukubali mpango huu, kwamba alikubali maafikiano badala ya badala ya kutetea kwa ujasiri eh, agano jipya la neema ambalo lilifanya nadhiri hizi na taratibu zote za utakaso kuwa hazihitajiki tena. Nakubali kwamba, kwamba Paulo anajaribu kuwa mnyenyekevu hapa, lakini iwe utakavyochukulia, Paulo hataruhusiwa na Mungu kutimiza mpango huu, na lazima nikuambie maoni yangu ni kwamba ninafurahi hakufanya hivyo. Inawezekana kabisa kwamba kwamba Mungu alitaka kumzuia Paulo asithibitishe tena taratibu hizi za Kiyahudi. Sasa hiki ndicho kilichotokea. Mwisho wa siku saba, Paulo na hawa wanaume wanne walienda hekaluni kutoa sadaka zao, na baadhi ya Wayahudi waliokuwepo pale walimtambua Paulo na mara moja wakachochea umati dhibi yake. Walisema maneno haya hapa kwenye mstari wa 28: huyu ndiye mtu anayewafundisha watu wote kila mahali kinyume na watu wetu na sheria na mahali hapa zaidi ya hayo hata amewaingiza wagiriki hekaluni na ametia unajisi mahali hapa patakatifu. Sasa mashtaka haya ni ya uongo kabisa. Paulo hakuwa anawaingiza watu wa mataifa hekaluni, lakini umati huu mara moja ukageuka kuwa kundi la kidini na wakaanza kumpiga Paulo. Askari wa Warumi walikuwa wamepangwa e, karibu na wakamwokoa Paulo na kumchukua chini ya ulinzi. E, wanadhani yeye ni mtu wa matatizo fulani na wanambeba kuelekea kwenye kambi ya Warumi. Watamweka chini ya ulinzi mkali. Basi angalia tukio hili hapa. Huyu hapa Paulo ameeleweka vibaya na kuwakilishwa vibaya na waumini Wayahudi. Amevunjika moyo na Wakristo wengine kuhusu kufuata mapenzi ya Mungu. Anakubali mpango ambao si wa dhambi, lakini pengine si mpango wenye busara zaidi kufuata. Anajaribu kuzima uvumi, lakini sasa mambo mengine mapya yanazuka. Anasingiziwa uongo. Sasa amepigwa na kukamatwa, na yote haya ni kwa sababu tu ya kujaribu kutimiza nia njema kabisa na kwa kweli ni lazima niwaambie wapendwa, inaonekana kwamba Paulo hawezi kufanikiwa chochote anachofanya sasa. Nini kitatokea baada ya hapa? Kwa kuwa muda wetu umeisha, tutalazimika kujua hilo kwenye safari yetu ya hekima ijayo. Hata wakati huo, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote.